Serikali imesema inaridhika na kasi juhu juhu ya ukuaji wa utendaji wa benki ya NMB ambapo umeleta tija kiuchumi kwa mtu mmoja mmoja na nchi kwa ujumla kutokana na ujumuisho wa kifedha uliofanywa kupitia mageuzi makubwa ya teknolojia hayo, ya kiteknolojia kwenye mifumo yake ya uendeshaji. Hayo yamesemwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Philip Mpango Muda mfupi baada ya kufungua matawi mawili ya benki ya NMB likiwemo la Chanika na Kinyerezi na hivyo kufanya benki hiyo sasa jijini Dar es Salaam kuwa na matawi 34,241 nchi nzima, ambapo serikali yenyewe inamiliki asilimia 31 ya hisa zote ndani ya benki hiyo. Mwaka 2019 mchango wa sekta ya benki ulikuwa ni asilimia 23 pekee, lakini mwaka 2023 umeshakuwa na umefikia asilimia nane nukta sita. Lakini pia mafanikio ya benki ya NMB ni makubwa na ambayo hayanabudi kulindwa na kuendelezwa. Kwa hivyo ninatoa rai kwenu kujizatiti zaidi, kwa kujiwekea mikakati itakayowajengea utayari na uwezo wa kuhimili mitikisiko inayoikumba dunia ikiwemo mitikisiko ya kiuchumi, magonjwa na vita. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB Ruth Zaipuna amesema benki ya NMB inaamini katika teknolojia na kupitia mageuzi makubwa ya teknolojia yaliyofanywa kwenye mifumo ya benki yake ambapo yameweza kufikia Watanzania kila kona nchi kwa ujumla. Kwa mwaka jana, mwaka 2024, benki ya NMB tulifungua mawakala wapya zaidi ya elfu ishirini na hivyo basi kufikisha wakala wa benki ya NMB zaidi ya elfu hamsini. Kama ambavyo nimesema hapo awali, mpango wetu kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ni kufikisha mawakala elfu sabini. Mheshimiwa mgeni rasmi, mawakala wamekuwa msaada mkubwa wa kupeleka huduma za kibenki karibu na wananchi na karibu na maeneo ambapo wanaishi. Idadi hii kubwa ya, ma ya mawakala imekuwa na mchango mkubwa kwa benki ya NMB katika kuongeza idadi ya wateja kama ambapo nimesema mwanzo. Na kwa kutumia teknolojia pamoja na mawakala, mwaka jana pekee, mheshimiwa mgeni rasmi, tuliweza kufungua akaunti mpya za wateja zaidi ya milioni moja nukta tano. Haya ni mafanikio makubwa ya kuwaingiza Watanzania wengi rasmi wa kibenki. Nasi tunaendelea kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuweka mazingira bora kabisa yanayotuwezesha sisi kufikisha huduma za kifedha hata vijijini, na ndiyo maana leo na Dar es Salaam tumekuja na ajenda yetu kubwa ya biashara saa 24. Na katika hili Makamu wa Rais, naomba kwa dhati tuwapigie makofi sana benki ya NMB kwa kutuunga mkono sana. Leo tukienda pale Kariakoo tayari kuna branch ambayo inafanya kazi saa 24. Na wafanyabiashara wanapeleka pesa wakati wote, na kwa mantiki hiyo, tunapopata benki ya namna hii ambayo inaweza kutuunga mkono kwa haraka, sisi tunafarijika sana. Mtazamaji, endelea kufuatilia mitandao yetu kijamii, Instagram, Facebook na X kwa jina la Sat Media, lakini pia usahau kusubscribe channel yetu YouTube kwa jina la Sat Media. Mimi ni Jacob Martin.